Karibu mpendwa na msikilizaji wa Tumaini Media, karibu katika tafakari ya Injili siku ya Ijumaa ya mwezi wa tatu. Masomo yetu ya leo, somo la kwanza linatoka kitabu cha nabii Ezekieli sura ya kumi na nane aya ya ishirini na moja hadi ya ishirini na nane na injili yetu inatoka kwa mwinjili Matayo sura ya tano aya ya ishirini Aya ya 26. Tusikilize Injili. Siku ile Yesu aliwaambia wafuasi wake, maana nawaambia ya kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Mmesikia watu wa kale walivyoambiwa, usiue, na mtu akiua itampasa hukumu. Bali mimi nawaambieni kila amwonayaye ndugu yake asila, itampasa hukumu. Na mtu akimfyolea ndugu yake, itampasa baraza. Na mtu akimwapiza, itampasa jehanamu ya moto. Basi ukileta sadaka yako madhabahuni na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako upatane kwanza na ndugu yako kisha urudi uitoe sadaka hiyo. Patana na mshtaki wako upesi, wakati uwapo pamoja naye njiani, yule mshtaki asije akakupeleka kwa kadhi, na kadhi akakupeleka kwa askari, utatupwa gerezani. Amin na kuambia hutoki humo kamwe hata uishe kulipa senti ya mwisho. Neno la Bwana. Pendwa msikilizaji, katika Injili ambayo tumeisikia Yesu anatufundisha kwamba wema wetu lazima uanzie moyoni, lazima mawazo, mioyo yetu yawanishwe na matendo yetu, kwani Mwenyezi Mungu hutazama moyo wa mtu. Katika maisha yetu sisi tunakosea watu na pia sisi tunakosewa. Hivyo inamaanisha kila mmoja wetu kuna mahali anakosea, hakuna mkamilifu isipokuwa Mwenyezi Mungu. Katika Injili hii ambayo tumesikia tunajifunza kwamba hasira inapelekea mtu kuua. Bwana wetu Yesu Kristu anatukataza sisi kuua. Kwanza tunapaswa kufahamu kwamba uhai ni zawadi ya Mungu, hivyo mtoto tangu anapotungwa mimba ana thamani kama mwanadamu mwingine. Kanisa linatufundisha hivyo kwamba hatupaswi kuchukua uhai wa kiumbe chochote ambacho kimeumbwa na Mwenyezi Mungu. Kwa kufanya hivyo, sisi tunatenda dhambi. Kama uhai ni zawadi ya Mwenyezi Mungu, sisi tunapaswa kuendelea kuulinda na kuuthamini, kwa sababu tukifanya tofauti na hapo, maana yake tunapingana na ile nia njema ambayo Mwenyezi Mungu ameianzisha. Hasira hizi ambazo zinatupelekea sisi kufanya mauaji, kuua tunapaswa kuachana nazo, kwa sababu zinatupelekea sisi kutenda dhambi ya mauaji kuua. Kunaweza kukawa kwa njia ya matendo na hata kwa kuwaza, na wapo wengine ambao hawatumii silaha kama kisu au bunduki kuua, lakini kupitia maneno yake anamsababishia mwingine aweze kupoteza maisha. Hivyo ndugu zangu, tunapaswa kuongozwa na upendo. Fadhila hii tuitumie, tuwapende wenzetu tusiwaongelee wenzetu vibaya, maana kwa kufanya hivyo tunaweza tukawafanya wakaenda kupoteza maisha yao kwa kujiua, na sisi tukawa ndiyo chanzo cha kuua, chanzo cha kifo chao. Hivyo sisi tunapaswa kuueneza huu upendo ili kuuthamini na kulinda uhai wa kiumbe chochote ambacho kimeumbwa na Mwenyezi Mungu. Na pia mwishoni mwa Injili Bwana wetu Yesu Kristu anatufundisha msamaha, anatufundisha kwamba tunapotoa sadaka tunapaswa kutoa katika hali ya usafi, na usafi huo tutaupata kwa kuishi vizuri na wenzetu. Wanapotukosea tuwe tayari kuwasamehe, tunapokosea tuwe tayari kwenda kuomba msamaha. Wengi wetu tunaacha kwenda kuomba msamaha kwa kufikiria kwamba utaonekana dhaifu, utadharaulika. Lakini ndugu zangu, utakapoonyesha moyo wa kuomba msamaha na kusamehe wewe sio dhaifu, wewe una upendo na unajua thamani ya maisha yako kama Mkristu, kama mfuasi wa Bwana wetu Yesu Kristu, ambaye yeye hakuwa na dhambi, lakini kwa upendo alikubali kuyatoa maisha yake kwa ajili ya sisi kusamehewa dhambi zetu. Hivyo katika kipindi hichi cha Kwaresima tumwombe Mwenyezi Mungu aweze kuifungua mioyo yetu, tuweze kuwa watu wa msamaha, tuweze kutoa msamaha na kuomba msamaha na pia tuweze kuthamini maisha ya wengine kwa sababu tufahamu kwa, ya kwamba uhai ni zawadi ya Mungu, hivyo tunapaswa kuilinda kwa gharama zozote. Tunapaswa kuhakikisha kwamba hatuchangii wenzetu waingie katika kifo, bali waingie katika maisha ya furaha ambayo sisi wenyewe tunaman, tunatamani na tunawiwa kutendewa. Tumsifu Yesu Kristu.